Eh, bwana mambo vipi? Karibu katika kipindi chako cha The Champions. Na leo niko na Champions. Eh, bwana mambo vipi? Ah, fresh kabisa. Mzima. Mzima. Za huko utokako? Fresh. Ah, The Champions. Eh, tunalizungumziaje soka la wanawake? Ah, soka la wanawake kwa hapa Tanzania ni kwa sasa ni soka ambalo lina ushindani kwa asilimia kubwa, na ninamaanisha kwamba kwa vilabu vya Simba na Yanga sasa hivi vimekuwa ni vinaonyesha sasa ule upinzani wa kawaida ah, kama sio hapo awali yani kwa hapo awali kwa maana ya kwamba miaka ya nyuma Simba na Yanga ndio zilikuwa vilabu tishio kwenye soka la wanawake. Yaani mfano kama hivi soka la wanaume kwa hapa Tanzania uh, Simba na Yanga ndio zinakuwa ndio giant. Ndio hivyo hivyo kwa, kwa kipindi kile cha nyuma soka la wanawake Simba na Yanga ndio zilikuwa giant. Lakini kadri misimu ilivyokuwa inazidi kwenda, timu ya JKT Queens uh, ambayo ni makazi yake ni hapo kule Isamuyo Mbweni kwa sasa ndio timu ambayo inaonekana ina performance nzuri na ina wachezaji wazuri ambao wanatoa ushindani mzuri katika soka la wanawake kwa hapa Tanzania. Kwa hiyo ni soka ambalo lina ushindani na kadri tunavyozidi kwenda inajitangaza uh, kwa, kwa kwa michezo, kwa, kwa kwa kwa mchezo huu wa mpira kwa maana ya kwamba soka la wanaume na soka la wanawake uh, Tanzania itakuwa vizuri zaidi, maana ukiangalia kwa klabu ya Simba ya wanaume uh, imeweza kufanya vizuri kwa msimu huu na imeweza kufika fainari na ukiangalia kwa Yanga pia ilifika robo fainali, lakini ukiangalia katika hivi vilabu hivi vimeweza kuitangaza vizuri e, soka la Tanzania. Kwa hiyo mimi niseme tu ni kwamba yani, kadri tunavyozidi kwenda ni yani, Tanzania itakuja kuwa ni nchi ambayo ipo vizuri sana kwenye, kwenye soka kwa upande wa wanaume na wanawake. Ah, na unaizungumziaje timu ya JKT Queens inavyokuwa tishio katika soka la wanawake? Aa, kama nilivyosema hapo awali ni kwamba JKT Queens wana wachezaji wazuri ambao wanatoa ushindani mzuri. Kuna mchezaji mmoja anaitwa Asha Kipangala e, yule ni mchezaji ambaye ana uwezo mzuri, ni Tanzania ni mzawa. Kwa hiyo niseme tu niwape, ni pongezi kwa uwekezaji ambao wanaufanya JKT Queens, na pia nitoe pongezi pia kwa uongozi wa JKT Queens, yani kwenye kupangilia vizuri mambo yao ili yaende. Kwa hiyo niseme tu kwamba JKT Queens ni timu ambayo kwa sasa hivi ndio ina performance nzuri, iliweza kucheza na Simba na ikamfunga nje ndani, yaani Simba waliwakaribisha JKT Queens KMC pale, wakafungwa waka goli mbili, lakini walienda tena kule Isamuyo walifungwa tena goli mbili. Kwa hiyo niseme tu kwamba JKT Queens, JKT Queens, wako vizuri kwa upande wa wachezaji uh, karibu tena katika kipindi chako cha The Champions ulikuwa nami Mwasiti Ramadhani.